Shughuli za kiuchumi na utalii zinatarajiwa kuimarika hata zaidi kufuatia hoteli ya kitalii inaojengwa katika eneo la Jomvu Ganahola na shirika jamii, la kijamii la Bigship. Hoteli hiyo ambayo ina muundo wa kisasa katika mazingira yenye mkokoko inatarajiwa kuwa kivutio cha watalii ikizingatiwa kuwa watalii hutoka mkondo wa bahari ya Chuda Sport Club hadi eneo hilo. Akizungumza alipozuru hoteli hiyo mapema leo, mbunge wa Jomvu, Badi Twalib amesema atahakikisha eneo hilo inapata barabara ambayo itarahisisha uchukuzi baadhi ya. Aidha, amesema hoteli hiyo itasaidia kuinua uchumi wa eneo hilo kutokana na uvuvi unaotekelezwa jambo ambalo litainua biashara. Niko kwa project ya Big Ship ambayo imekuwa funded na World Bank through Kemsfed, na nataka kuchukua fursa hii kusema kuwa mpaka saa hizi wanafanya komponenti ya kwanza, restaurant, kuna ablution block, kuna multi purpose hall na vilevile iko ya nne ambayo ni library na hizi komponenti zote zitaweza kutusaidia na kupanua hii sehemu. Mimi nataka kusema kuwa hapa ta provide kazi direct, kama watoto hamsini wa tukiangalia, something is better than nothing. Leo hata watoto wawili, ikiwa watoto wako kumi lakini ukiondoa wawili si kumi tena, ni wanane. Kwa hivyo hivi sasa watoto ambao watakuwa wako ama wakifanya kazi hapa watakuwa takribani hamsini direct, na mimi ningeomba sana watakaofaidika wawe ni vijana wa hapa hapa mtaani, ndio ambao wataandikwa katika kufanya hii kazi yao, wakiwa kwa Badi. Aidha, amewahimiza vijana kuzingatia elimu huku akiwataka kujiunga na chuo cha Kenya Coast National Polytechnic ili kupata vyeti vya kazi za mikono, akiahidi kuwalipia karo asilimia mia moja. Coast National Polytechnic ambayo inafanya certification program. Kwa hivyo kwa hawa vijana wetu ambao tunataka kuma ku kazi ya kufanywa hapa. Kila kitu katika Kenya hii yataka makaratasi. Kwa hivyo kwa hiyo college nataka kusema yule ambaye atakuwa na interest yoyote ile ambayo atakusoma pale mambo ya catering, ama mambo yoyote aende pale ajifanyie registration Asilipe hata ndururu. Mimi mbunge wenu Badi twalitamlipia hiyo fi ya kusomeshwa. Wakati huo, Badi yameahidi kushirikiana na shirika hilo kuafikia malengo yao, ikiwemo huku hapa shilingi elfu hamsini kwa wezesha kuzuru mangine na waterfront ili kujifunza mengi zaidi. Ilikuwa ni pesa ngapi ya charges 50000? ni 50000 kule Mamangina. Kwa hivyo mimi natangaza hapa leo kusema kuwa hiyo charge ya 50000 mimi Mheshimiwa Badi ndo nitalipa, ili nyinyi <coughs> <coughs> <coughs> ndo nitafanya kitu kimoja pia nitapigana huko, kwa sababu leo nataka uchukua fursa hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasir ambaye ni gavana wetu wa mji wa Mombasa huona kuwa katika kila wakati kutakapokuwa na exhibition nitahakikisha kuwa big ship pia wanapata stand yao ili wa showcase products zao, kama vile watu wengine ambao wanaweza kushowcase products zao. Viongozi wa shirika hilo wamepongeza ushirikiano huo, wakisema utasaidia pakubwa kubuni nafasi za ajira kwa vijana wenzao. Agula Hamisi ni mwenyekiti na boss Juma akiwa yake, kwamba hii itakuwa ndio pale ambapo kwamba ndio watu wanapokuja kuja kwa burudani, na mbali na kuubarizi tu, maswala mengine ambayo kwamba hapa, kwa maana kutakuwa na maswala ya mila na desturi ambazo kwamba za kipwani ambazo kwamba tunaziegemea kuzieleza na kuzifanyia fursa, ambao nasema ndani ya kipwani kwamba kuna na Jomvu. Lakini mbali na Jomvu, upande wa pili pia tuko na Rabai ambao kwamba ni miongoni mwa wale ambao kwamba tunalenga kwa ajili yetu kwanza, hasa nikilenga kuelekeza kwa vijana wale ambao kwamba nafikiri tumewapata, ambao kwamba wengi tunasema hatuna kazi. Kazi zipo lakini kuzifikia ama kuzitaka kuzifikia yes lenga kukifanyia juhudi hapa kwamba kuendeleza vipi kwamba zitapatikana kuweza kuchapa zile opportunities ambazo zinaletwa na hii bahari ambayo kwamba ndio tumekuwa nayo zaidi yake kwa... nataka kwanza niweze kushukuru sana Mungu kwa kutujalia hii siku, kwa sababu ni siku ya kipekee, na kumpongeza pia mheshimiwa wetu na kumshukuru sana kwa kututembelea na kwa njia ya kipekee kwa kumshukuru kwa kuweza kutuunga mkono anzi leo kwa sababu tuko na site, Mheshimiwa, pengine hujazitembelea tena ambazo ulipanda toka 2018, 2017 wakati mambo ya mikoko ilipoanza and they are doing very well. Kwa hivyo Ali Vincent, Benvin TV.